Uo tulichokipata tuweze kupatia vikundi ambavyo vimekizi vigezo kwa, kwa kipindi hiki, mpo wengi sana lakini nyewe mmebahatika kuweza kupata mgao huu. Tuna vikundi zaidi ya mia zaidi ya, ya mia mimi ambavyo nikizunguka nimekutana navyo ni zaidi ya mia mbili lakini ambavyo vimefika kwa afisa jamii hapa anatuambia ni zaidi ya mia kaa. Tulivyoadhimia tunaenda kukabidhi kwenu katika vigezo mbalimbali mbali. Kuna wengine watapata labda laki tano, wengine milioni moja, wengine sio kiasi gani, atasema kwenye taarifa yake, lakini tutakabidhi jumla ya milioni kumi kwa leo, lakini tena ndani ya mwaka huu, siku chache zijazo, tena tutakabidhi fungu lingine tena. Yani tumedhamiria tukipata tunachokipata asilimia kumi lazima tuitenge. Kwa leo utakabidhi milioni kumi, lakini tena baada ya muda tena utakabidhi kama ni milioni tano au milioni kumi. Tena ni zoezi ambalo ni endelevu. Kwa mkikipata hichi mnachokipata basi mkakitumie kwa malengo husika, na mweze kufata masharti ya, uh, ya ya fedha unazopewa, ambayo inakuwa na ni mkopo ambao ni, ni nafuu uweze kutimiza ili uweze kujenge, kujue, kujijengea msingi wa kukopesheka, kupewa tena na tena na tena, sawa yeah. Lakini pia na mradi mnaoenda kufanya uwezekuonekana, laki laki tano umepata laki sita umepata laki saba milioni moja laki tano kinaongeza kwenye ule mtaji uliokuwa nao. Katendeni mwendeleze kazi ya mikono yenu, nachotaka tuinwane kiuchumi.